Klabu ya soka ya Simba waliweza kugomea mechi kwa kile kinachodaiwa kwamba walizuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe saba mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo kwa sababu Simba walizuiliwa kufanya mazoezi, basi waliweza kuandika barua na kugomea mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, lakini kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliweza kuahirisha mchezo huu na kutoa sababu kwamba kuna baadhi ya watu ambao ni steward ama mabodi ya klabu ya soka Yanga ambao waliwazuia Simba kufanya mazoezi, lakini Simba wao hawakutoa taarifa kwamba wanakwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliweza kuahirisha mchezo wa klabu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha ya timu ya soka ya Young Africans Sports Club. Hatimaye Young Africans, mara baada ya bodi kuahirisha mchezo wao, walipeleka timu uwanjani na wachezaji waliweza kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa kumi kwa ajili ya kwenda kucheza dhidi ya Yanga Sports Club, lakini katika mchezo huo wow, hakukuwa na marefa yote. Yanga waliweza kuandika barua katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara wakiomba alama tatu na mabao matatu kwa kile kinachodaiwa kwamba wao walikuwa sahihi, Simba wao ndio ambao walizungua, lakini bodi ya ligi kuu Tanzania bara haikuweza kutoa majibu. Na mara baada ya hapo Young Africans wakachukua uamuzi wa kwenda CAS katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo inayosimamiwa na FIFA kwenda kushtaki kesi. Hatimaye CAS wameweza kutoa majibu kuhusiana na kesi ambayo kwa upande mwingine imechukua sura mpya, kwa sababu Yanga msimamo wao hawataki kucheza tena mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka Simba, wanahitaji alama tatu na mabao matatu, huku Simba wao msimamo wao wanataka tarehe mpya ya mchezo huu, kwa sababu wao wanaamini kwamba walikuwa sahihi kuto kupeleka timu, kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania bara wao ndio ambao waliweza kuahirisha mchezo huu. Kwa hiyo kwa, kwa upande mwingine Sports Club wa Asmani msima. Sasa CAS wameweza kutoa majibu kupitia wakili Alois Komba akiojiwa juu ya maombi ambayo Yanga wametuma CAS kupitia ITV TV ameweza kusema hivi: Yanga wamepeleka kesi CAS, ila wameambiwa kuna vitu wanapaswa kuvitimiza ambapo cha msingi ni kuwasilisha rufaa yao ama appeal brief, yani ile, yani, barua yao ya ushahidi ndani ya siku kumi, na wasipofanya hivyo, basi watakuwa wameondoa kesi yao. Wanapaswa kuwasilisha maelezo ya kutosha na hoja za kisheria. Kwa hiyo, tunaona kupitia CAS wameweza kutoa majibu kwamba Yanga wanatakiwa kuwasilisha maoni yao na hoja za kisheria kwamba kwa nini mchezo wao ukuweza kuchezwa na kwa nini wanataka alama tatu. Kwa hiyo kesi inavyoelekea kwa sasa, inaonekana kwamba maji yamezidiunga klabu ya soka Yanga Sports Club. Kuna uwezekano kwamba wakashindwa tena kesi hii CAS, kama walivyoshindwa kesi ya mchezaji Bernard Morrison, lakini mpaka sasa CAS ndio hivyo wameipa Yanga siku kumi waweze kuwakilisha hoja zao, na bila kusahau wasipofanya hivyo, kwa upande mwingine na siku kumi, kesi yao itakuwa imeondolewa kasi bila kusahau vile vile, watakiwa wapeleke ushahidi kwa nini wanataka alama tatu na mabao matatu pale kasi. Lakini kupitia waziri wa michezo, sanaa na utamaduni, hapa tukienda kumwongelea ndugu Palamagamba aliweza kuzungumza na viongozi wa klabu ya soka Yanga na viongozi wa klabu ya soka Simba na kuweza kuweka mzani sawa na kuamini kwamba sheria itakwenda kufanya mambo yake. Mchezo huu unawezekano mkubwa ukapangiwa tarehe mpya ambayo TFF kupitia bodi yake watakwenda kupangia tarehe kama ambavyo waliahidi katika barua, lakini kinachosubiriwa ni hukumu zaidi. Kwanini Simba hakuruhsuhiwa kufanya mazoezi ile tarehe ihisaba mwezi wa wa tatu mwaka elfu mbili na ishiria t, na bila kusahau kwa upande mwingine yangafkisi ndio hivyo kupitia kupitiakaf wameanza kuwachomolea